Takbira inayosomwa wakati wa wa sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku ikiashiria kuwa Mungu ni mkubwa na yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa kwa kusema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. <z redevilisation> <za malicious> <zuleman> Huu ni mwaka wa 1446 kwa kalenda ya Kiislamu. Sawa na mwaka wa 2025. Waislamu wote ulimwenguni wakisherekea sherehe hii ya Eid al-Fitr. Huku nyuso zao zikijawa na furaha kwa kukamilisha miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Familia nyingi, baba, mama na watoto, wakiungana kwa pamoja kuswali na baadaye kurejea majumbani mwao kusherekea kwa vinywaji na vyakula. Hii ni baada ya safari ndefu ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa bwana Omar Abdul Singso, na leo nimejumuika na Waislamu wenzangu pamoja na familia yangu kwa ujumla katika kuswali swala ya Idilfitri ambayo imesaliwa kwenye viwanja hivi vya Mwanga Community Center. Ninayo furaha kubwa kama mwislamu kushiriki ibada hii baada ya masiku thalathini ya mwezi mtukufu wa Ramadhani a, kwa hakika mwezi mtukufu wa Ramadhani uliingia tukiwa katika a, hali timamu ya kiafya. Kama afya ilitetereka, basi ilikuwa ni hapa na pale, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mimi na familia yangu ambayo mnaiona hapa, tumeidiriki swaumu ya Ramadhani na hata leo tumediriki swala ya Idi El Fitri kwenye viwanja vya Mwanga Community Center. Hatuna jambo la kusema zaidi ya kumshukuru Allah kwa sababu kwa mapenzi yake a, tume, tumefanikiwa kuiona Ramadhani ya mwaka huu, na kwa mapenzi yake hayo hayo tunataraji kuiona Ramadhani ya mwakani. Tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutupa afya njema, nguvu na riziki ili tuendelee kuisubiria Ramadhani ya mwakani. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Hii ni Idul Fitri miongoni mwa sherehe inayofanywa na Waislamu baada ya mfungo huku ikijumuisha rakaa nne ambapo Waislamu wote wanaamini baada ya swala hiyo ya Eid al-Fitr basi Mwenyezi Mungu huwasamehe madhambi yao. Ramadhani ni tiba e, inaondoa maradhi ndani ya mwili unajua. Mwaka mzima tunakulakula tunakula hovyo, lakini Ramadhani, hata madaktari wa, mabingo wameapuvu hilo wa kuwa ukifunga hata kwa wiki mara moja mara mbili inakuwa ni afya mwone. Kwa hiyo sio pole, tuseme alhamdulillah, nashukuru sana ah, ni mashekhe yani sikukuu ikakukuta huko na afya ah, na unasherekea kama hivi, niko na vijana wangu hapa, familia nzima na wangineo, inapendeza zaidi. Mimi nafurahi sana kuona mashekhe hapa wametupa Ah, tumeswali kwa amani na nchi na amani, wengine huko unaona Kongo huko wana wanapigana huko saa hizi. Katika sherehe hiyo inayojumuisha wanawake na wanaume maelfu na mamia ya Waislamu huweza kukutana katika viwanja mbalimbali na tofauti tofauti kwa lengo likiwa ni kujumuika kwa pamoja na kuomba msamaha na toba kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni Kanyuka TV, mimi ni Halfan Rajabu. Usisite kusubscribe, kucomment pamoja na kulike. Hii ni ya kwetu sote.